Naitwa Mkinga. AKA Mjomba from Uchemba. AKA Mwaribu Mipango. AKA Kiboko ya Ngadu. Wanapenda kuniita kuniita kuba babake! Rukaruka, ulijua sitokukamata eh? eh? <tuhi> Yani, unajua mi nawashangaa watu wanaku, wanakuogopa eti Ngadu, Ngadu, Ngadu, Ngadu, Ngadu, nani we nani yani? Yaani, wewe Ngadu umefikia ume hatua kwamba watu mtaani hapa wakikuona wanakimbia eh? mi nawashangaa wanakimbilia nini sasa. Mi nataka nikwambie kitu kimoja, wewe Ngadu, ulichonifanyia siku ile, umenipiga nimeuchua tu Eh, umenifanya, umenibeba begani nimeuchuna tu. Umeninyang'anya vitu vyangu mi nimeuchuna tu. Sasa leo nataka nikuashie moto kweli kweli. Habari salama. Ha, ah, salama mwenye kiti za huko. Na mzima. Ah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Ah, Bwana Ngadu mimi nimekuja hapa leo. Mhm. Mm -hmm. Ndiko wangu hasa kabisa katika huu mtaa wangu. Kwa sababu huwezi ukaninyanyasa mtu kama mimi, mimi najielewa. Wewe unanijua mimi nani? Mimi ndo engonga Baltazari. Ndio mimi hapa. Eh? Sasa wewe unataka ujifanye kwamba mtaani hapa watu wakuogope. Wakuogope kama nani? Yaani we nani? Yaani wewe nani? Eh? We nani Ngadu? We Tyson? Hapana, hmm. Sio Tyson. Tyson afugi rasta. Hapo kichwani una rasta. Wewe Mandonga, naye afugi rasta. Wewe, wewe, Muhammad Ali? Muhammad Ali hajawahi kuwa na kipara. Sasa wewe nani? Yaani wewe uko kote kote, sasa wewe nani? Mimi sikuelewi wewe Ngadu. Eh? Sasa mimi nataka leo nikunyooshe. Unaona hapa nimekuja na shangazikaja kaja hii hapa. Hii hapa shangazi kaja. Mimi nakurudisha kijijini wewe. Hizo nguvu zako unazotumia kukabakaba watu kuharibia haribia watu hapa mjini. Ndio nataka nikurudishe kijijini na kupa shangazi kaja hii hapa. Humu kuna ndala humu. Eh? Humu kuna viatu visendo vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, sendo nimekununulia. Humu kuna vikaushi kaushi. Uende ukavae huko shamba huko. Vipensi pensi vyako nimeweka humu. Nataka leo nikucharaze viboko mpaka uniombe msamaha. Na msamaha wako si utaki. Siutaki kabisa eh, hey. Sasa subiri, sasa nikuonyeshe wewe. Unaniona mimi mimi mimi namna gani? Vipi mtu eh, hey. Sasa mpaka miwani yangu inaharibika, jamani wewe. Ah, miwani kaa pembeni, leo nataka nikuonyeshe kwamba mimi ni nani. Naanza hey. Na hiki hiki, lala chini hapo. Unaitaka amani? Ungeitaka amani usingempeleka mwanangu Ngadu polisi. Nataka kweli amani wewe? Unajua blaza, mwanangu wewe, umenikuta mimi nimepozi namna gani? Nimetulia a iowala, yani mwanangu amenikuta nimetulia, au sio? Unakuja au sio bwana? Hausi, mwanangu nisikilize, basi mdogo wangu sitpapaia pamparara mwanangu, au sio bwana? Yani mwanangu, cha kwanza stim zangu zote umerusha, alafu dogo, mbona kuja kufia mikoroni kwangu mwanangu. Mi, msamaha, msamaha. Lakini sasa wewe shida yako hujanielewa, piga magoti, asiyefunzwa na mama asiyefunzwa na baba yake mm, na siku zote anafundishwa na ulimwengu, na ulimwengu ndo mimi wesi ndo dijalo walongo eh, nilikuwa najiita tu kwa mda wesi ndo dijalo walongo e, e. e. ndo dijalo ndio, ndo ngadu akili sifuri sura mama mfalme wa masela na masela uta anijua kama ndo nani jamani, mkombe, nimekuja hapa nahitaji nini? Amani afu msihitaji malumbano leo hapa. Wewe cha amani hakuna. Ungelikuwa unataka amani, ungelikuwa watu wote tunakupenda, lakini wewe utaki amani, tutachana nayo basi, sawa

Wewe, haya, naweka naweka. Baba, toa toa toa toa toa toa, toa toa mkono mkono. Hiyo umekuta. Kwani bado ngapi? Bado ngapi? Simama juu, simama juu. Huyu ni nani? Ah, huyu ni mwenyekiti wa mtaa wetu hapa eh, mtaa wetu kitongoji chetu, ndio mwenyekiti. Nikwambie, yaani kuanzia leo na siku zinazoendelea sawa. Kani wewe uhitaji kulipa hela taka takataka, hauhitaji hela kulipa hela siku hela ya ulinzi, ina maana hela ya sungusungu. Mimi naelewa na wala si kuingia kwenye mtalo anzaka nini? Uh, wewe sasa hivi ushakuwa mambo sifanye. Mwanangu anaitwa Mpemba anatoka dhamba dogo akendadoaju. Sasa blaza, kwani kwaani... Alafu kishatoka hapa, nisikilize basi hey. Nisikize kwa makini hey. Na ukitoka hapa, nenda kwa mbio zako. Nimekutana na ngadwa kile sifuri sura, mama mfalme wa masela, minaona hapa ataonana badala